Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana Yesu. Tunamshukuru Bwana Yesu tena kutupa nafasi tena nyingine kuambiana maneno ya Kristo Yesu Mwokozi, maneno ya kupeana nguvu katika hii safari, maneno ya kutusaidia kujua katika hii safari tunayopita nani ndiye yuko upande wetu. Ni Yesu Kristo. Katika hii safari tunayopita haijalishi majaribu tuko tume, kama ume, umejikabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo na umeamua awe ndiyo mwokozi wako, haleluya! Basi wewe uko upande wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mama Sins, nampenda Yesu, ninanyenyekea mbele ya watu wa Mungu. Mara nyingi unakuta Mungu anatupatia watoto wa vijana mabinti tunawashauri kina mama wenzangu, nawatia moyo katika hii safari, na Bwana Yesu anaendelea kutuhurumia sote. Tuko katika mapambano, mapambano ya kupambania mbingu, kuingia mbinguni kwa Bwana Yesu. Tunakutana na majukumu, tunabeba majukumu kama ambavyo tunapaswa kubeba, lakini mwisho wa yote tunapambania ukifika wakati wa Bwana tustahili kuingia paradiso, mm. Maisha haya yapo mambo ya mwilini haya tunayashughulikia, lakini cha muhimu kuliko yote ni Yesu Kristo aonekane na adhihirike, adhihiri katika maisha yetu na tukayowashindi haleluya. Inakuja e na neno la kuwatia watu wa Mungu wote hasa vijana wetu na mabinti e, hata watu wazima wenzangu pia tunaolea, tujue siku hizi ni za mwisho. Usishangae adui ameongeza speed, usishangae adui ameongeza mbinu, usishangae adui ameongeza njia na namna na jinsi ya kukatisha tamaa watu wa Mungu ambao wana, wanajitahidi kumfuata Yesu na kumpendeza Mungu. alafu tena E, yeye amejikita katika e, kuwakatisha tamaa wanaomtafuta Yesu Kristo, alafu tena anazuia wale ambao wangepaswa kuokolewa. Anajitahidi sana kuwazuia wasiokoke, anajitahidi kwa kila njia na kila namna wasiokoke, wasimpe Yesu Kristo maisha yao. E, kwa hiyo wewe songa mbele mpendwa wangu songa mbele kwa vile mpo wengi kadhaa, ninawaona kadha mnakuja kwa ajili ya ushauri e, ushauri kwa na ninaona inaelekea kwenye jinsi ya yani, umejua kweli umeshaokoka, umejua kweli unapambana kusimama, unapambana utoke kwenye makucha ya adui shetani. Hili ndio neno la leo. E, nitaongea machache tu, yani kadi e, Bwana atakaponipa ataka neema ili tusonge mbele, kina mama wenzangu, tusonge mbele, mabinti, tusonge mbele, vijana. Haleluya, hebu tuombe. Mfalme Yesu Kristo, mkombozi wetu, mlinzi wetu, mpaji wetu, unayetutegemeza, unayetulinda, unayetuhurumia, tunasema asante, asante kuwa nasi tena kwenye neno hili. Kila nafasi tunayoipata Bwana ni ya thamani sana kwetu. Mimi ni mavumbi tu, huu mwili unasubiri kwenda kuoza siku moja kaburini, kufika wakati wa Bwana. Ninaomba tumia viungo hivi, akili hii, macho haya Baba, sawasawa na mapenzi yako, ili ili neno na mimi likaniponye, kwa maana hata mimi ili neno nalihitaji. Ninaomba kila mmoja anayesikiliza Baba akapokee, sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina amina. Mpendwa wangu, kama nilivyosema e... Yesu Kristo anatuokoa, anatukuta mahali fulani. Unakuta una tabia zako za asili, unajikuta una mambo mengine ulikutana nayo kwenye mapito ya maisha, yanakuletea hali ya kuishi na kuenenda na kuwaza. Dhambi zetu ziko kwenye kuwaza, kunena na kutenda, na dhambi zetu ziko katika dhambi za kutimiza na dhambi za kutokutimiza. Tunazaliwa, ni kama nilivyosema, tunazaliwa katika mazingira ya dhambi Mwanadamu ameumbwa katika ya dhambi mazingira ya dhambi kwa sababu ya kuanzia historia ya Adamu na Hawa, alafu mama zetu na baba zetu wanapo tu, tunapozaliwa wanakuwa na wao wana hulka zao zile za asili za dhambi. Zingine wamezaliwa nazo, zingine wamejifunza wakikuwa kwenye familia, zingine ni tabia zimeingia kwenye damu kwenye bloodline eh? kwenye ukoo. Eh? Sasa jinsi Yesu tunavyookoka amesema, njoo kama ulivyo. Tukishaokolewa kuna safari, kuna hatua, kuna mambo ya kufanya, kuna mambo ya kufuatilia mpendwa, ili nini? Tuweze kuingia katika ushindi, kuingia katika hali ya ushindi e. kwa hiyo e. Mungu atupe, Bwana Yesu atupe neema kupata ushindi. Ushindi unapatikana ukiwa na ufahamu na uelewa, unajua kabisa mimi nia yangu nataka nifikie mahali fulani, lakini hapa katikati kuna vikwazo fulani, alafu mimi uwezo wangu nina uwezo huu na na mapungufu haya. Ukishajua hayo mpendwa, unasonga mbele, changamoto zikija, unajua hii changamoto ni kwa sababu ya udhaifu wangu fulani, changamoto hii ni kwa sababu adui yangu, ninajua ananizuia nisifike kwenye lile lengo, tunataka tufikie mahali ambapo maisha yetu yanamuheshimisha Yesu Kristo. Yaani, usiji usijifariji kwa kusema a, mimi Mungu ananijua nina madhaifu yangu, nitaishi maisha tu haya ya, ya kinyonge, Shetani ananipiga vibao akitaka. E, kwa maana hizi ni siku za mwisho, endo mfalme wa anga e, haijalishi e, usijipe masababu kuishi maisha ambayo hayamuheshimishi Yesu Kristo. Kama una akili timamu na unanisikia na unanielewa, kuna kazi ya kufanya mbele za Bwana. Hujui kazi uliyoitiwa mbele za Bwana, basi wewe tafuta mungwe hapa, mimi nafanyaje? Mungu, umeniumba ukaniokoa, hasa ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Mungu, naomba unieleweshe. Eh, okay. Umeniokoa na nimetoka kwenye familia ambayo hawataki mambo ya Mungu, tunafanyaje hapa? Bwana Yesu unasema na Bwana, naye Bwana anakuelekeza ni nini hasa katika wokovu wako, ni nini anataka ufanye kwa ajili ya ufalme. Usizanie utaokoka ukae tu, ufanye chochote kwa Bwana. Huombei mtu, huombei huduma, wewe hujashirikisha mtu andiko, hujafunga ukaombea mtu. Unajua, kuna maombi na maombi Eh, ujazo ya kufunga hujajaribu kufunga hata masaa ma masaa matatu, basi masaa sita basi, mm, ukaongeza usemi, naongeza naongeza, saba naongeza nane, unakuwa katika kupambana, unakuwa usomi maandiko eti una unajiaminisha una unaenda mbinguni. Mpendwa, nitakudanganya, nitakudanganya. Kuomba sala ya toba ni hatua ya kwanza, lakini jina lako muda wowote lina hatari ya kuondolewa kwenye kitabu cha uzima. Sasa leo nitazungumzia zaidi maandiko yanayohusiana na kufunguliwa. Njia ya kuokolewa tunaielewa. Kwa nini tunaokolewa? Kwa sababu kuna moto wa jehanamu. Tunaokolewa kwa sababu ni Yesu Kristo alikufa msalabani, haleluya, ili tuokolewe. Tunaokolewa okole, tunaokolewa ili Mungu atuepushe na hukumu ya milele mauti, kwenye moto wa jehanamu. Kuna mapepo yanayotesa bila kuchoka, hakuna kupumzika, hakuna kupumua ni moto wa milele na funza wanaokula, ule funza wapumziki wale? Hebu we uki, ukiungua kidole tu, si tunaopika jikoni, ukiungua ile maumivu unayoyasikia. Sasa niambie, mwili wako mzima huo unaungua namna ile na moto wa jehanamu, alafu ule moto haupumziki, haufi wewe, haupumziki wala hauachi, hmm? Wengine wanasema a tusiogope moto wa jehanamu. Mpendwa, sisi wengine tunauogopa. Alafu pia tunampenda Yesu Kristo hata bila moto wa jahanamu. Wewe mtu akikutendea mema kiasi cha kufa kwa ajili yako amwage damu kwenye msalaba wa Calvary ili uokolewe ili uondokane na maovu ya dunia hii uondokane na laana ya dunia hii, huyo si utampenda kuliko tunapenda waume zetu, tunapenda watoto wetu, tunapenda dada zetu, kaka zetu, tuna marafiki zetu, sisi ni wakaribu, yani ni wakaribu kuliko hata mtu uliozaliwa tumbo naye moja Tunawapenda lakini Yesu Kristo vile tunampenda, tuna, tuna mheshimu, ndiyo maana tunamfuata, ndiyo maana unaona tunaongea mambo ya Yesu hatuchoki. Ndiyo maana tunawaleta watu wa Yesu Kristo, tunawatia moyo siku na mchana. Na wewe hapo ulipo, kama una akili timamu, una mdomo unaweza kuongea mpendwa, una mikono unaweza kachapisha ujumbe, basi nikupe moyo, simamia Yesu Kristo. Leo nazungumzia kuhusu kufunguliwa, mpendwa. Haleluya yako maandiko kadhaa yanatutia moyo katika kufunguliwa. Neno la Mungu linatuambia haleluya, katika Zaburi kumi na nane na mstari wa pili tasoma katika jina ya Bwana Yesu hiyo, nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo, haleluya, maandiko yanasema katika Zaburi kumi na nane inasema, Bwana ni jabali langu na boma langu, mokozi, na mwokozi wangu, mungu wangu, mwamba wangu ninaye mkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Mstari wa tatu unaendelea ukisema, nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Amesema atamwita Bwana astahilie kusifiwa. Haleluya! katika kufunguliwa, katika kupata ufungulivu wa kudumu, kama nilivyosema, hakikisha wewe unastahili kupokea msaada kutoka kwa Bwana, ukiwa unaweza ukapokea msaada kutoka kwa Bwana. Lakini kama hujaokoka, hujaamua kutembea na Yesu Kristo, ina maana wewe unamfanya yeye kama ganga wa kienyeji au unamfanya kama ni kliniki hospitali, yani uende upokee tu anachotaka, alafu wewe uendelee na maisha yako ya dhambi, maisha yako ya kutokumtambua yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha ya kumtumikia unaacha. Ndiyo maana yake huku, yani, kuna hukumu tofauti kwa watu ambao wanakuja wanapokea kwa Bwana afu anaenda zao, wanarudi kwenye maisha yale waliokuwa wanaishi. Haleluya! Hakuna cha bure duniani, mpendwa, usidanganyike. Yes, uokovu ni bure, hatulipii na hatutakaa tulipie. Karama ni bure, mtu asikwambie ni kuombe upate karama upate sujui roho mtakatifu, unilipe pesa, unilipe sadaka. Hakuna kitu kama hicho, ni machukizo mbele za Bwana kushiriki kwenye mambo hayo, kukengeusha watumishi wa Mungu kwa visenti hivi vya dunia vilivyochafuka na shetani livochafuka na waganga wa kienyeji vilivyochafuka na waabudu Shetani, wamejaa umu, ndio wanapewa pesa nyingi zinakuwepo kwenye mzunguko. Ndio maana pesa isikushike mtu wa Mungu, zisikutawale. Haleluya! maandiko hapa yanatuambia Bwana ndiyo jabali letu na ndiyo boma letu na ndiyo mwokozi wetu Mungu wetu mwamba, ninayemkimbilia. Mpendo, usitishwe na majaribu usitishwe na mambo ambayo unaona hayaendi sawa, usitishwe na mateso ya adui katika nafsi, mwili, roho, fahamu yako. Wewe simamia ukijua kwamba Yesu ni Bwana. Ufungulivu wako wewe na wa kwangu mimi, tunaweza tukatumia andiko moja tukafunga wote siku kadhaa sawa, tukafunga kwa jinsi inayofanana, lakini ufungulivu wangu na wako ni tofauti kulinganisha na hali yetu ya kiroho na imani, na pia kulinganisha na neema za Bwana Ameamua we upitie mapitio fulani, ameamua mimi nipitie mapitio fulani kwenye eneo fulani la maisha yangu. Ameamua huu hili eneo ndio hii, ndio uwe mwiba wangu. Haleluya. Ndio maana cha maana utambue, kutoka kufunguliwa ni lazima kwa mapenzi ya Bwana. Usitishwe, pambana mpaka mauti, pambana mpaka aidha ni mauti au mpaka Yesu Kristo anaporudi. Pambana, usichoke, usikate tamaa, chunga mawazo, maneno na matendo. Kumbuka kufungwa katika eneo fulani, labda umefungwa kiuchumi, umefungwa wewe, ndoa haionekani, umefungwa wewe, huna mikono ya kubarikiwa ukafanya kitu cha maana hata kidogo, unaanzaga project, aidha unaogopa huanze au ukianza ni hasara, hufanye chochote cha maana maisha yako na huna kwenye familia yenu cha kukupa moyo kwamba huyu angalau alifanya kitu akavuka. E, mbia biashara miradi inakufa, ni mtaji unakufa, kijenga uwezi, yani unaishia tu kukusanya matofali yanakaa hapo. E, yaani changamoto za kila aina, afya umeombewa mpaka basi. haijalishi Mungu hana nguvu ina maana haijalishi Mungu hana uwezo hakuna Yesu anaweza anatupenda anatujali, lakini ni kwamba wakati wa Bwana umefika. Je, wewe umetimiza vigezo vyote? Je, bado kuna mlango kuna haki ya kiroho ya, ya, kiroho ya shetani kukushikilia? tunampaja haki ya kiroho shetani kutushikilia kuendekeza dhambi kukaa mazingira machafu kukataa kuweka mazingira yetu ya nafsi, mwili, roho, fahamu safi na takatifu yaliyobeba mamlaka ya Bwana. Kwa njia gani? Kwa maombi, kufunga na kusoma neno. Kufunga sio mashindano Ufunga sio kumuonesha kum, Bwana mimi Mungu mimi naweza. Unaona niko serious na Mungu. Kuna watu wanapitia mapito hayo. Wewe ni safari yako na Bwana, ni Bwana kusaidie katika. Wewe binafsi ni nini unatakiwa ufanye? Haleluya! Ndio maana hapa maandiko tumevuta machache. Hii yani Zaburi kumi na nane kwanza yote katika hali ya ufungulivu, ukiisoma utaona jinsi ambavyo Mungu anaweza kupigania mwanadamu Aa, ardhi na tetemeka. Sasa anapigania nani kwa jinsi ile? Wale ambao wamejiua, ambao wamejiweka kwake. Wamejinyenyekeza kwake. Anamuona kabisa huyu, hana huyu yuko tayari kufa kwa ajili yangu. Huyu anathamini nilichokifanya kwa msalaba wa Calvary. Inabidi huyu ni wa kwangu, inabidi nimpiganie kwa vyovyote vile. Nakwambia hakuna mchawi hata atakuona. Hakuna ugonjwa utakungangania mpendo. Hakuna pepo litakuclaim wewe limekungangania alikuachi. Kama ni chumaulete kama pepo la hasira, pepo la uzinzi, pepo la kufilisi, pepo sijui la nini, la vikwazo, hakuna wengi. Nyenyekezi chini ya mkono wa Bwaa. Zaburi 18:17 inasemaje? Inasema akaniokoa na dui zangu yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Hiyo ni zaburi nini, 18:17. Tumeongea huyu ni mtu ambaye anajua Mungu anayemtegemea. Mstari mwingine wa kusaidia katika kufunguliwa ni Zaburi ishirini na tatu yote, soma moja mpaka sita, inayosema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Unajua ni mchungaji mwema huyo, anampeleka mtu hapo, anakula chakula kizuri, hiki ni cha kimwili na cha kiroho, maji chemchemi za uzima kwa uwezo wa Roho Mtakatifu penda hivyo vitu sana, viwa thamani kwako kuliko kitu chochote duniani. Mstari wa tatu nasema hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mstari wa nne anasema nam, nijapopita katika bonde la uvuli na mauti. Kumbuka tumeambiwa na Yesu Kristo, hatujaahidiwa kwamba safari itakuwa ni rahisi na ni nyepesi, ni mteremko hapa anajipa moyo, mstari wa nne anasema sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Huyo ni nani? Mchungaji mwema, anamwambia mchungaji mwema Yesu Kristo, hmm? Mstari wa tano, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami na nitakaa nyumbani mwa Bwana. Mn, maandiko ya kukariri, tunawambiaga watoto wakariri hiyo andiko. Watu wengi wapendwa wa Kristo wamekariri. Jipe moyo kwamba kufunguliwa kupo. Mwombe Mungu akujaze nguvu za kutimiza na kutimiza upande wako kile kinachotakiwa ili wewe ufunguliwe. Muombe Mungu akupe neema na nidhamu na hofu ya Mungu ya kutosha kwamba mm -mm, mimi mambo ya vitu na jisi sigusi, sishiriki, siendi, siongei, haleluya. Wengine tunatakiwa tuombe Mungu neema ya kunyamaza tunyamaze, yaani Mungu atupe neema ya kunyamaza. Luka 1:71 anasema na tuokolewe na adui zetu. Tokana na mkono wa yule anayetuchukia mkono wa atuchukiae haleluya. Am, Yesu Kristo mkombozi wetu ni mwema, ametupa kila kitu tunachohitaji ili tuishi maisha ya ufungulivu, maisha ya kumheshimisha, maisha ya uhuru. Adui asikupotezee muda wako. Mwisho nitakupa Zaburi usoma 55 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ishirini na tatu. Kwa muda wake utafatilia, utasikiliza pendwa. Haleluya, haya maandiko uyatumie katika maombi, tafuta na mengine. Kuwa katika hali ya unyenyekevu, kuwa katika hali ya kuamini, kuamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, pia hapendi uteseke, hapendi uishi maisha zingira, mazingira ya kufungwa. Muamini, nyenyekea. Pale ambapo mambo huyaelewi, tulia, muulize Roho Mtakatifu Bwana, hapa sielewi itakuwaje, hapa sielewi ninafanyaje, hapa sielewi inasema nini, nifanye nini? Unatulia, utasikia sauti tu, kama ni wazo linakujia, kwa nini usifanye hivi? Au kwingine unaambiwa nyamaza tu, tulia, tulia, muamini Mungu. Ukijikabidhi kwa Bwana Yesu Kristo, wewe ni wake, chochote kinachokupata Sifa na utukufu au maswali yanaenda kwake. Wewe umejiweka dhahiri kwamba umejikabidhi kwake, usiwe na wasiwasi na mambo mengine, mwachie Yesu Kristo afanye upande wake. Anajua anachokifanya, anajua alikokutoa, anajua unakopita. Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele, na anaona vyote, ajuaye vya sirini. Kuna hivi hii shida unayopitia kuna shida yake yani origin yake sababu yake ipo ya undani kabisa, ipo, anaijua Mungu Yesu Kristo anaijua. Saa zile wanafanya eh, mambo ya kiroho ili wewe upate mateso na vifungo, alikuwepo. Kama ni mizimu ya kwenu, kama ni ulikopita, kama uliokuwa rafiki zako, ulikula labda mahali chakula, atujui. Haleluya, wewe simama na Yesu Kristo. Ndio maana tunawashirikisha kama wale sijui vijana wana shida gani wakija kwenye kundi letu la maombi wanakuta wamama wa, wa, wa, wa, wa ni wengi wala wa, hawakai, lakini kuna kijana mle kwenye group ni mchungaji na mchungaji naye huwa anakwepa, sijui vijana wanajiamini nini au kuna mali kwao, wanaomba Mungu awasaidie. Lakini mle kina mama hatuna mchezo. Kama wiki hii Jumatatu tunaanza kufunga, kila mtu na uwezo wake. Kuna wanaweza piga kavu tatu, wanapiga kavu hata tano. Kuna ambao hawawezi, wanafanya 12 12 lakini tutazuia mtu kufunga. Mwingine ananyonyesha mwingine mjamzito mwingine mgonjwa, tunaambia basi, funga kuanzia saa 12 jioni, amka usiku, weka alamu, amka usiku, omba mpaka 12 asubuhi. Mtu ameshindwa kuchangalao angalau kaomba, hatuwezi kudharau mtu. Ah, wewe usipoweza kufunga hivi usifunge? Sisi ni nani? Sisi ni nani? Sisi, sisi ni nani? Sisi ni nani? Sisi wenyewe tunapigania mbingu, sisi wenyewe ni Bwana Yesu tu anatuhurumia. Kwa hiyo wiki ijayo tunaanza kundi letu maombi tunafunga na wewe uko uliko, sio lazima ujiunge kwetu. Kama una sehemu kanisa lako na chini ya mchungaji wako, endelea maombi yako binafsi, ndiyo muhimu zaidi, pamoja na maombi ya karibu. Kila mtu anakuwa na muda wake wa kufunga na kuomba, hivyo mpendo wetu, wewe pambania kufungulivo, kuna hatua Eh, vya kuacha acha vya kuacha kuangalia acha vya kutunza na kutawala maomba. Mawazo yako yatawaliwe na Yesu Kristo, yatawaliwe na mamlaka yake, yatawaliwe na neno. Wewe umeshasikia, tutahukumiwa kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa chetu. Mungu atusaidie sisi tunaoshauri watu, tunaongea ongeaga sana, tunaongeaga sana eh, hasa kina mama na wadada. Basi Mungu akusaidie, watoto wamekukasirisha, unakuta umeongea vitu kwa asi unarudi tena kutubu, hivyo Mungu atusaidie maneno unasema mwanzoni. Kuna dhambi za kutenda na za kutokutenda, yaani ukutimiza wajibu wako inapopaswa. Unaona vitu, tunaingia kwenye mfungo, unaongea na mzee kwanza, walioolewa baba, wiki jao tunafunga wiki moja hii tunafunga, sawa sawa. Anakuwa, anajua. Ehe, watu wazima tunajua, wa wenye ndoa tunaelewa, unamuweka mzee kwanza, sawa anakuwa yuko comfortable ili wiki hiyo nayokuja, anajua mke wangu kwenye mfungo. Wengi wao kama wameokoka, wengi wao wanasema ngoja na mimi tu nifunge basi ngoja niwaunge kwenye kufunga hiyo, umeona. Na, na sisi ambao tumeitua kwenye huduma tuna ratiba zetu, tunajua kuna siku tunafunga, na majukumu yanaendelea, hatunyimi haki wa waume zetu. Kuna siku wa, tunawahudumia, tunaenda kwa ratiba na makubaliano. Biblia imesema Haya, ambao hamna ndoa ndio hamna sababu kabisa. Funga mpaka shetani atetemeke, funga mpaka kuzimu aseme kuna mtu huko duniani anafunga, anaomba, familia yake ifunguliwe, au ufunge kwa ajili ya mambo binafsi. Mambo binafsi tu, tena usianzie kuomba mambo binafsi ufungulivu, anza kumlilia Mungu. Mungu, dada zangu, kaka zangu, kaka zangu ana shida, kuna huyu dada yangu kanisani ana hii shida, kuna huyu mama namsikia ana shida ya ndoa. Usiende kujitangaza ukajiharibia wewe omba, ingia magotini, omba. Kama ni mtu unaongea naye, unampa moyo, ambe, nakuombea usikate tamaa, nakuombea, na kweli uombe. Haleluya, watu wa Mungu, tunafu, tunafunguliwa kwa hatua, kwa imani, kwa bidii na kwa nidhamu. Bwana Yesu akubariki. Somo letu limeishia hapo. E, kama mnaokuja mnahitaji ushauri, lile ni kundi la mapokezi, linki hapa, ni kundi la mapokezi. Ingia tuvumilie, tusubirie tu Tusubirie, tutakuja, tutakusikiliza. Tuko tofauti ya masaa kama saba hivi nadhani ya Tanzania kama sikosei. We ingia, subiri, tutakusikiliza ila uwe serious. Uwe serious kabisa kwamba umeamua kufunguliwa, umechoka na mateso ya adui shetani, umechoka kutumikishwa na shetani, unataka uione pigo si ubarikiwe na damu ya Yesu. Amen.